Sikukuu ya Mavuno ni msimu ambao tunatafakari baraka za Mungu alizotubariki na tunatazama majira ya msimu mpya ulioko mbele yetu. Tunabeba sadaka, ishara ya ushuhuda mbele za Mungu kwamba Mungu ametubariki. Moyo na tabia ya kuinuka na kusahau ulikotoka. Sadaka ya mavuno ni vile tulivyovitaabikia, uliyoyataabikia kwenye biashara, uliyoyataabikia kwenye mifugo, uliyoyataabikia ofisini. Sio vile unavyoenda kununua, ukaenda ukanunua kitenge, unaleta ndio sadaka ya mavuno. Hapana. Bwana Yesu atusaidie, na Mungu atuwezeshe kujiandaa vyema kwa ajili ya sadaka ya tarehe 2 na tarehe 9 tukija madhabahuni kwa ushuhuda ya kwamba Mungu Mungu wetu ametubariki amen. Baba yetu Mungu wetu wa mbinguni, tunaliadhimisha jina lako asubuhi ya leo, uliyetupa neema ya upendeleo kabisa katika maisha yetu, kutulinda kutuponya kutuvusha katika yale ambayo yalikuwa magumu katika akili zetu, kutuvusha katika vilio na maombolezo, kutuficha chini ya mbawa zako katika jumapili zote za mwezi wa kumi. aleo Bwana umetupa neema, tumefika jumapili ya mwisho ya mwezi wa kumi. Sisi tunanyenyekea kabisa tukisema hata sasa, wewe ni Ebeneza kwetu, maana uliyaficha mabaya hatukuyaona, ulituvusha katika mashimo waliotuchimbia, ulituvusha katika mitego waliyotutegea haikutunasa hatukutupukia, nafsi zetu zimeokoka kama ndege katika mtego wa mwindaji, maana msaada wetu Ukatika jina la Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Amen, Amen. Tusome neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Zaburi mlango wa 67 mstari wa sita. Zaburi mlango wa 67 mstari wa sita. Neno la Mungu linasema nchi imetoa mazao yake. Mungu, Mungu wetu ametubariki. Amen, amen. Tukae watu wa Mungu, ili ni wazo kuu ambalo tumekuwa nalo katika maandalizi ya ibada na sikukuu na sherehe ya mavuno. Mungu Mungu wetu ametubariki. Nchi imetoa mazao yake. Katika msimu wa mavuno ni msimu ambao unahitimisha msimu wa kukusanya, na kufanya watu wakae katika matumaini ya kumtukuza Mungu. Wafanyakazi maofisini wanafanya tathmini zao. Wamekusanya nini kutoka Januari? Wafanyabiashara na wafugaji pia. Sikukuu ya mavuno ni msimu ambao tunatafakari baraka za Mungu alizotubariki, na tunatazama majira ya msimu mpya ulioko mbele yetu. Tunapohitimisha msimu wa mavuno, tunaleta sadaka madhabahuni kwa Mungu, itikio la shukrani zetu mbele za Mungu. Tunabeba sadaka, ishara ya ushuhuda mbele za Mungu kwamba Mungu ametubariki Nchi imetoa mazao, nchi imetoa mazao. Mungu asiporuhusu nchi itoe mazao, haitoi kabisa, haitoi mazao. Kwa hiyo nchi ili itoe mazao, lazima Mungu aruhusu nchi itoe mazao. Sisi kazi yetu ni kufanya kazi. Kazi yetu ni kulima. Yule mtunga wimbo mmoja alisema, twalima na kupanda mbegu shambani tu kukuza kustawisha ningu

Lima. Kazi yetu ni kupanda, kazi yetu ni kulima. Shamba lako liko wapi? Je, umelima ili sasa uvune, alafu ulete madhabahuni kumshukuru Mungu? Kazi yetu ni kulima, kukuza na kustawisha Si kazi yangu, si kazi yako. Ni kazi ya nani? Ya Mungu. Sasa kama una shamba hujalima, hujapanda, utavuna? Huwezi kuvuna. Shamba lako liko wapi? Temeke? Kariakoo? Shamba lako liko wapi? Je, umelima mwaka huu? Kazi yetu sisi ni kulima, kazi yetu ni kupanda. Mungu asiporuhusu nivune sivuni. Nakumbuka mtu mmoja amefanya kazi, miaka ya kustaafu imeshafika amestaafu, amepewa mafao. Alichofanya ni nini? Akaenda kununua shamba la kupanda miwa, amenunua kama eka ishirini, akaotesha miwa anajua kabisa ya kwamba atafanyaje, atavuna, atauza miwa, atapata faida. Msimu ule mvua haikunyesha. Amekodisha shamba, sio lake, amelimisha, amepanda, ameweka vibarua, lakini mvua haikunyesha, kwa hiyo hakuvuna, ukawa ndio mwanzo wa umasikini. Tunajitahidi sana kulima, ni kweli, tunajitahidi sana kupanda ni kweli, lakini yuko Mungu ambaye anaruhusu ya kwamba tuweze kuvuna. Nchi imetoa mazao, nchi inatoa mazao kama kuna mvua. Nchi haiwezi kutoa mazao kama hakuna mvua. Maana Mungu alipopanda bustani ya Edeni, alichipusha mto alichipusha katika ardhi kila mti uliotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa. Akatoka, ukatoka mto katika Edeni wa kuitilia bustani maji, wa kuitilia bustani maji. Kwa hiyo juhudi zetu zote ni Mungu alete mvua, mvua. Mvua isiponyesha hatuwezi kuvuna. Kuna watu wamelima, lakini mvua haijanyesha. Pale Kariakoo, umelima we tangu Januari, asubuhi kukicha, jembe begani, Kariakoo, unaenda kulima asubuhi, kukicha, jembe begani, Mbagala ndiko shamba lako liliko. Mimi asubuhi kukicha, jembe begani, usharika wa Segerea ndiko shamba langu liliko kila asubuhi kukicha jembe begani. Tena wengine wanaamka asubuhi na mapema kuwahi kwenye mashamba yao, lakini unakuta ya kwamba hakuna mvua, mwaka unaishi sasa. Unasema, mbona nalima nimelima, lakini sioni mvua. Basi ni maombi yetu mwaka huu katika madhabahu hii, wewe uliye lima uvune uvune, mvua zinyeshe, mvua zinyeshe, uvune. Nchi yako iko wapi ulikolima? Ardhi yako iko wapi ulikolima? ili sasa tumwambie Mungu, mbona mvua zimezuiliwa, mbona hatuoni mvua? Maana kuna watu ambao kazi yao ni kuzuia mvua kwenye mashamba ya wengine unashangaa mtu umeweka mpaka kwenye shamba moja kwenye eneo moja kwenye ardhi moja sehemu moja lakini yeye anavuna wewe kwako kukame mvua hainyeshi ameweka mpaka ya kwamba hapa mvua haitanyesha haitafika kuna watu wana nguvu za giza wanazuia mvua kwenye mashamba ya wengine lakini hiyo mipaka walioweka, kwenye mavuno ya mwaka huu tunaihamisha, mvua ifike kwako, inyesha. Bwana Yesu asifiwe! Haijalishi wameweka mpaka wa namna gani, we ujaona kwamba mvua inaweza ikanyesha pale Mombasa lakini madafu isifike. Wako watu ambao wamezuia, wameweka mpaka kwa hiyo kwako, unaona tu wateja wanamiminika kwenye biashara ya mwenzako, wateja wanamiminika kwenye biashara ya mwenzako. Kwako tangu unafungua duka mpaka jioni uone mteja. Mvua enyeshi. Mama mmoja akasema, ninafanya biashara siku tatu mfululizo, nauza mia sita jana nimeuza mia sita kesho kutwa nitauza mia sita kesho nitauza mia sita haizidi hiyo mia sita. Tukasema tunavunja huu, mpaka hii mvua inyeshe. Tukavunja tukaharibu, mvua ikanyesha, siku ya akaniambia, kwa mara ya kwanza nimeuza laki nne siku moja. Mvua inyeshe kwako hala ufisini uonekane, mvua inyeshe uonekane, hata kama ni bustani ya mboga mboga, mvua inyeshe uonekane. Kuku unafuga wanakufa, ni ukame tu. Kwenye ukame hakuna kustawisha, kwenye ukame hakuna kustawi na hakuna kutoa mazao. Unafuga ng'ombe unashangaa, kila unapokamua maziwa hayatoki. Mvua yenyeshi. Mama mmoja anafuga ng'ombe akasema, huyu mama akija kununua maziwa kwangu sitakamua. Kwa hiyo sita, kwa sababu nishamfahamu. Akija kununua, anamwambia wewe, ndio umenunua maziwa nisipokamua na kufuata kwa hiyo kila akija kuchukua maziwa anamwambia, e hey, umekuja leo kuchukua maziwa nikamue, nikamue. Na imekuwa hivyo, imekuwa dawa, anakamua wanacheza na maziwa hayatoki. Mama mmoja amefuga, amejitahidi kufuga, anafuga ng'ombe, wanaanza kusinzia kama kuku wenye mdondo, shaona wapi, hawali majani wanakufa tu. Siku moja akamchinja yule ng'ombe, walipompasua kule kwenye utumbo kule kijijini, kuna ile mipira watoto wanafunga ya malailoni, wanakusanya wanafunga na kamba nyingi, ule ndio uliokutwa katikati ya utumbo, mpira. Kuna wanadamu wenye chuki na maendeleo yako, kuna wanadamu wenye chuki na kile unachokifanya kwa nini wewe usifanye ukafanikiwa? Mwenzako anamka asubuhi na mapema anaenda kwenye shamba lake ili kulima, wewe umekaa umenyosha miguu, alafu anapofanikiwa unamwonea hasira ili hata kile alicho nacho kiondoke ili mfanane na yeye. Hapana, tuna sadaka moja inayopita sadaka zote, sadaka ya damu ya Yesu tunaiunganisha na sadaka zetu za mavuno. Mwaka huu tunadai ya kwamba Mungu hapana, yatosha. ili afanane na wewe, wewe unakaa tu. Rosi akasema kivuli kikisogea nawe unasogea. a a, sisi tumeamua kufanya kazi ili tuzione baraka za nani? Za Mungu. Tusione baraka za Mungu, maana usipofanya kazi utaona wapi baraka za Mungu? Hatutafanana na wewe uliyekaa tu, na Mungu wetu hata nyamaza, vua zitanyesha kwenye hilo duka lako, hapo ofisini kwako, kwenye hao kuku zako, kwenye hao ng'ombe zako, hawatakufa hata kwenye kitimoto, vua itanyesha, itanyesha. Itanyesha sema itanyesha itanyesha twalima itanyesha. Itanyesha. na kupanda mbegu shambani tu kukuza na kustawisha ni kazi ya nani ya Mungu nami ni maombi yangu Mungu akakuze na kustawisha hiyo kazi ya mikono yako Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe twalima na kupanda lakini mwenye kukuza ni Mungu. Na anasema Mungu, Mungu wetu ametubariki. Tumebarikiwa kwa vingi, washarika, washarika wa Segerea tumebarikiwa. Walijitahidi kuvunja, walijitahidi kufunga, lakini Mungu alivunja ile mipaka yao, Mungu aliondoa lile giza. Tumebarikiwa, nikiangalia wote hapa, hakuna ambaye hajabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mbona ame zimekuwa ndogo? Amen. Tumebarikiwa hivi, wewe unaangalia hizi kazi zinazofanyika hapa kama hatujabarikiwa kweli? Sio kitu chepesi, tumebarikiwa. Mungu Mungu wetu ametubariki, ndio wazo kuu ambalo tunalo mwaka huu katika sadaka ya mavuno. Mungu Mungu wetu ametubariki Una nyumba nzuri, hizo ni baraka. Una mke mzuri, hiyo ni baraka. Una mume mzuri, hiyo ni baraka. Una watoto wazuri, hakuna mtoto ambaye ni tegemezi, kilema au hana akili nzuri, wote wana viungo vyote. Hizo si baraka? Wana macho, wana masikio, wana akili timamu, hizo ni baraka. Mungu Mungu wetu ametubariki sana. Una gari zuri, ukitoka hapo nje ukiangalia, kuna magari ya kifahari mno. Mungu, Mungu wetu ametubariki. Unakumbuka ulikotoka? Ulikuwa na baskeli, ukatoka kwenye baskeli, sijui ukanunua bajaji. Sasa hivi una magari, sio gari, ni magari. Kwa sababu gani? Mungu, Mungu wetu ametubariki. Unakumbuka ulikotoka ulikuwa unaishi nyumba ya kupanga tena chumba kimoja, sasa hivi una bonge la nyumba tena ya kifahari, wakati mwingine tena gorofa. Ni nani? Mungu Mungu wetu ametubariki. Unakumbuka ulikuwa unalala nyumba moja na ng'ombe, mlitenganishwa na mti ule wa ng'ombe, chumba chako kilikuwa kimoja na ng'ombe, tena nyumba ya makuti iliyosiribwa na matope. Ndiko ulikotoka leo tena ulikuwa unalala kwenye giza, wakati mwingine mwanga wako ulikuwa kibatari. Tunakumbuka tulikotoka, amina. Kumbuka leo hakuna kulala chumba kimoja na ng'ombe, hakuna kibatari. Watoto wetu ukiwaambia kibatari hawajui, hawajui. Unakumbuka ya kwamba ulisoma darasa la kwanza mpaka darasa la saba ujui kiatu mguuni? unakumbuka ya kwamba kuna vile vitu vinaitwa funza, vilikula miguu, ulikuwa huwezi hata kutembea. Sijui kama huku zipo. Unakumbuka ulivyokuwa unatembea kwa shida hivi? Unakumbuka kichwa chako kilikuwaje? Chawa, mama mshote kanisaidia chawa. Watoto huku hawajui chawa, kama wanajua, wanajua kivinginevyo. Lakini zile zilikuwa na tabia ya, ya kukaa eneo moja upande wa kulia na upande wa kushoto huku katikati utaziona. Kama ulikuwa mwanafunzi ukisimama mstarini, mwalimu anapita, kitu cha kwanza anaangalia huko, afu kuna wale ududu wadogo wadogo wanaozaliwa na nini, mm -mm. Wanakuwa hapa weupe. Mayai, mayai tiawa. Mayai umesahau, hivo umesahau. Ulikuwa unalala kwenye kigodoro, sijui kama alikuwepo, lakini ulilala kwenye kigodoro au kwenye ngozi ya ng'ombe, umesahau leo. Unalala kitanda cha sita kwa sita, umesahau. Bibilia inasema katika Kumbukumbu, Kutoka, tena sikukuu ya mavuno hayo malimbuko ya kazi zako za kupanda mashamba, tena sikukuu ya kukusanya mwisho wa mwaka, hapo utakapokusanya hayo uliyoyatabikia shambani. Wapendwa, Dar es Salaam tunataabika saa kumi, magari yashaanza kupita, wengine yawalahi anarudi usiku saa tatu saa nne. Kesho tena huyo anataabika taabika, lakini kazi yako si bure, utakusanya hayo uliyotabikia, lakini anasema usimsahau Bwana Mungu wako. Anasema angalia, utakapokuwa umekula na kushiba. Unakumbuka ulikuwa unakula mlo mmoja tena kwa kubahatisha, na kujenga na nyumba nzuri na kukaa ndani yake. Kama hiyo nyumba nzuri ulionayo leo, tukiingia tunasema hii ni ikulu au ni nini? Kuna watu wana mabonge ya nyumba jamani, na wewe ni mmojawapo. Ukiangalia ukiingia unasema hivi, naingiaje hapa? Hicho chumba cha kulala ni holi. Anasema utakapojenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, na makundi yako ya ng'ombe na kondoo yatakapoongezeka, na kila kitu ulicho nacho kitakapoongezeka basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako. Moyo una tabia ya kuridhika wapendwa, moyo una tabia ya kuinuka, moyo una tabia ya kuridhika na kusahau ulikotoka, ukasahau kuwa ulikuwa unakula. Wakati mwingine hata ikiwekwa unakumbuka, mlikuwa unakula sinia moja, watu wote mnang'ang'ania bakuli moja hiyo hiyo ya mboga mnang'ang'ania, mnakumbuka. Anasema moyo wako usiinuke, ukajisifia, ukasema ni nguvu zangu. Wapendwa, tunajiandaa na sherehe, sherehe ya mavuno, sikukuu ya mavuno, na tunajua kabisa ya kwamba kama imeshaitwa sherehe, imeitwa sikukuu, ni siku ya shangwe mavazi yanabadilika. Hatuendi kwenye sherehe tukiwa tumenuniana, hatuendi kwenye sherehe tukiwa hatuongei, hatuendi kwenye sikukuu tukiwa tuna kiburi na mtu, bali tupatane. Baba na mama, andaeni sikukuu yenu. Pale kuliko na tofauti, embu tengenezeni. Maana kama ni kwenye sherehe ya ndoa, lazima tofauti mnaziweka wapi? pembeni. Tunaenda kwenye sherehe ya mtoto ya ndoa, lazima tofauti zikae pembeni, vikao vikaliwe. Tunafanyaje kwenye hii sherehe? Tunafanyaje kwenye hii? Tunafanyaje kwenye hii sikukuu? Na ndio utaratibu tulioweka wa kuandaa washirika, ya kwamba sherehe iko mbele, sikukuu iko mbele. Kwa hiyo ondoeni zile tarat... tofauti zenu. Hebu fikirieni sasa kwa habari ya hii sherehe ya tarehe mbili na tarehe tisa kama kuna tofauti ziondoeni kwanza zikae pembeni, sikukuu iishe. Na mimi naamini kabisa ya kwamba kwa sababu tofauti zenu mnaziweka pembeni, kwa sababu ya sherehe ya mavuno, hata kama mtaziweka pembeni kwa sababu hiyo, mkimaliza ibada ya mavuno na sherehe ya mavuno na sikukuu ya mavuno, hayo yaliyosababisha mkanuniana hayatarudi tena. Kwa sababu gani? tumetoka kwenye sherehe ya mavuno madhabahuni, basi Mungu anachipusha mema katika ndoa yako, Mungu anachipusha mema katika kazi yako. Kama kuna mahali ambapo tumeitilafiana popote, wafanyakazi kwa wafanyakazi, watoto na wazazi, waimbaji kwa waimbaji, kama kuna mahali hatuko sawasawa, ni kipindi cha kupatana kabla ya tarehe mbili ya kuchukua sadaka zetu za mavuno na kusogea madhabahuni. Maana anasemaje? Basi ukileta sadaka yako madhabahuni na huku ukikumbuka ya kwamba ndugu yako ana neno juu yako, iache sadaka yako mbele ya madhabahu, uende zako, upatane kwanza na ndugu yako, ndipo uje uitoe sadaka, ili sadaka yako ipate kupokelewa, ipate kumfurahisha Mungu, ili sherehe yako iwe nzuri. Jambo la kwanza, patana na ndugu yako, patana na mume wako, patana na mke wako, patana na mwimbaji mwenzako, patana na mfanyakazi mwenzako, ndipo uone furaha ya Jumapili tarehe mbili, kuja na sadaka yako ya fedha kumtolea Mungu. Wapendwa, sadaka ya mavuno ni vile tulivyovitabikia Sio vile unavyoenda kununua, ukaenda ukanunua kitenge, unaleta ndio sadaka ya mavuno? Hapana. Ukaenda ukanunua vyombo sijui vya kulia chakula, sahani, ukaleta ndio sadaka ya mavuno? Hapana. Sadaka ya mavuno ni kile ulichokitabikia wewe, sio kwenda kununua mche wa sabuni ukaleta, sio kwenda kununua mkungu wa ndizi ukaleta bali ni kile ulichokitabikia kwa mikono yako, ili tusije tukaleta. Umenunua mkungu wa ndizi, umeuleta hapa, umeuzwa shilingi laki moja, wengine wasio waaminifu hawatalipa, tunazalisha madeni. Kwa hiyo, ushirika wa Segerea hatutaki kuzalisha madeni. Usilete mkungu wa ndizi ulionunua, bali ule uliotoka shambani kwako. Na wewe unayenunua, kuwa mwaminifu. Mwenzako ametabikia mwaka mzima, amesema hii ni sadaka yangu, napeleka madhabahuni. Wewe umenunua umekula, umesahau kulipa, hilo deni litakuwa la kwako. Bwana Yesu atusaidie, na Mungu atuwezeshe kujiandaa vyema kwa ajili ya sadaka ya tarehe mbili na tarehe tisa, tukija madhabahuni kwa ushuhuda ya kwamba Mungu Mungu wetu ametubariki. Amen.